Nam, karibu mtazamaji kwenye taarifa zetu kuu. Matukio ya vurugu yameshuhudiwa katika usiku wa kuamkia mwanzo wa chaguzi ndogo maeneo mbalimbali nchini. Nam, kutoka kwa magari yaliyoteketezwa, wagombea walioshambuliwa na wapiga kura walioshiriki katika mapigano. Uchaguzi mdogo katika baadhi ya maeneo yenye ushindani mkubwa kama Malava, Mbeere North, Narok mjini ulianza kwa fujo. Na Brenda Wanga na taarifa hiyo. Hata kabla ya vituo vya kupigia kura kufunguliwa, taharuki ambayo imekuwa ikitanda katika uchaguzi wa Malava ulio na ushindani mkali ilifikia kilele kwa vurugu. Magari ya mmoja wa gombea yaliharibiwa katika hoteli moja ya eneo hilo. Vurugu hiyo iliongezeka asubuhi na gari jingine lilichomwa moto, wakati usalama ulipokuwa umeimarishwa wakati wa kupiga kura <todicomu> gari aina ya Toyota Prado ambalo inadaiwa kuwa ni mali ya kinara wa DAP Kenya Eugene Wamalwa iliteketezwa na watu wasiojulikana, ambao inasemekana walikuwa katika msafara wa mbunge wa Lugari eneo la Manyunji, huko Butali Malava. Na mambo yenye tumefanyia leo, hata si hatujefurahia hata kidogo wenzetu, tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura tukidhani ni kura ya amani kwa mujibu wa mashahidi makundi haya mawili yalikutana kando ya barabara ya kiwanda cha Butali, wakati kundi lenye silaha butu liliwavamia na kuliteketeza gari hilo. Magari more than 10 na wamekuja na mapini na bunduki, mipini mapunduki. Sasa katika ragai na Eugene Wamalo walikuwa wamesimama kwa barabara Ah, walisuka tu na kuanza kupiga, watu nini na hali ya taharuki inazidi kuongezeka, huku afisa wa GSU wakionekana kuwazuia wapiga kura kuingia kwenye maeneo ya upinzani bezika, Kune, na katika eneo bunge la Mbeere North, hali ya wasiwasi imetanda huku mwanasheria mkuu wa zamani Justin Muturi na mwakilishi wodi wa Chinga Kiruga Thuku wakikabiliana wewe, wewe, wewe, wewe. Wawili hao walikaribia kupigana kwenye kituo cha kupigia kura cha ukumbi wa kijamii wa Siakago kuhusu madai ya kuwa honga wapiga kura. Na huko Kasipul, mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma na mlinzi wake walishambuliwa katika shule ya msingi ya Gorosare. Bunduki ya mlinzi wake sasa haijulikani ilipo. <laughs> Kwenginepo mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga alifukuzwa na wafuasi wa DCP wenye hasira katika kituo cha kupigia kura cha Kanangoni eneo bunge la Magarini, atuhuma kwamba alikuwa anawahonga wapiga kura. Hiyo serikali yote, kwamba wananchi wameamua raundi hii. Hamtapanga watu, hamtauzia jamii uoga, hatutaki uongozi mbaya. No one can Wananchi wameamua, kila wanachopanga tunakijua, tunatubua. Leo tumemtubua, ameenda Kanagoni, na huko pia atatibuliwa. Tumejipanga na hatutaki kupumbavu. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.